Ebana, mfano mzuri wa kuigwa unatakiwa uwe mtu wa mfano mzuri wa kuigwa. Hili nimeliona katika timu ya taifa ya Nigeria. Ikumbukwe kulikuwa kuna sintofahamu inaendelea katika kambi ya timu ya taifa ya Nigeria pale e, nchini Morocco. Wamefanikiwa kutinga katika hatua ya robo fainali, lakini wachezaji walikuwa hawako sawa, wakiwa wanaidai serikali bonasi zao katika haya mashindano ya Afcon, na wengine wakaenda mbali zaidi wakasema wanagoma E, mpaka pale ambapo serikali itawalipa stahiki zao basi ndo wataendelea na mazoezi. Sasa, nyota wa timu ya taifa ya Nigeria na nahodha wa timu hiyo, namzungumzia Wilfred Ndindi, amejitokeza na kusema kwamba ifikapo siku ya Jumamosi, yani kesho, na ikumbuka watakuwa na mchezo dhidi ya Algeria, yeye ataingia mfukoni kwake na kuilipa Uh, ile bonus ambayo wale wachezaji wenzake wanadai ili tu mambo yaende sawa, na hiyo ni endapo serikali itakuwa haijachukua jukumu la kuweza kuwalipa wachezaji wa Nigeria, the Super Eagles pesa zao. Kwa hiyo ni mfano mzuri sana wa kuigwa, wakati mwingine taifa kwanza, haya mambo mengine ya pesa na mambo mengine baadaye. Sasa wewe, eh, unamzungumzia vipi Ndindi na mfano mzuri ambao ameuonyesha El Capitano Ndindi kutoka klabu ya soka ya Beshiktas na timu ya taifa ya Nigeria. Anataka kesho kipigwe dhidi ya Algeria wachezaji wakiwa na hamasa ya kutosha eh, huku wakiwa hawana mawazo ya kuidai serikali hizo pesa zao. Amesema yeye ataingia mfukoni kama serikali haitachukua jukumu la kuingia mfukoni.